Faida zinazochukuliwa kwenye hadithi hii, faida ya kwanza anasema: mashru'iyatu khutbati qa'iman wa ibahatu mukalamati al al khatibi. Imamu al basamu anasema faida ya kwanza kwamba ni sheria au inatakikana kuhutubu hali ya kuwa khatibu amesimama, khutba takikana khatibu awe yamesimama na hili tuliona kule katika masala ya swala ya Ijumaa, babu salati al-Jum'a, tuliona maulama wanasema ni mustahab, ni jambo la takikana khatibu kukhutubu aliyokuwa amesimama, isipokuwa kwa dharura ya maradhi, hawezi kusimama na hakuna mtu mwingine anaweza kukhutubu katika hali ya kukaa, lakini asli ni kushi kuwa mtu amesimama. Faida hii tumeitolea wapi? Ana alisemaje? wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaimun yakhtubu. Bwana huyo aliingia na hali ya kuwa mtume wa Allah amesimama ana khutubu. Kwa hiyo kumbe khutuba dakikanwa khatibu awe amesimama. wa ibahatu mukalamati lkhatibi, pia ni halali, yaruhusiwa kumsemesha khatibu kwa sababu huyo bwana alimsemesha khatibu, sio nyinyi kuzungumza, ndo yale makatazo tuliyoona kule manqala li akhihi uskut faqad laghiba au kama qala, mtu akimwambia ndugu yake nyamaza, huyo amecheza na anakosa thawabu nyingi za Ijumaa. Mpaka akakataza kuchezea ndevu, kuchezea mchanga, hali ya kuwa hutuba unasikiliza, atakana atulie makini kabisa anamsikiliza khatibu au yanamwangalia asichezee ndevu, akakataza kupachanisha vidole namna hii, ikahesabika ni mchezo pia. Utulivu wa wa hali ya juu katika khutba. Lakini wakati huo tunaona kupitia TV yafaa kumsemesha khatibu kwa haja kama hii na hasa mtu ambaye hayupo kwenye khutba, kwa sababu huyo bwana hakuja kwenye Ijumaa hii hey, kuswali Ijumaa wala alikuwa hajakaa kusikiliza khutba. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kumsemesha khatibu. Pengine ni msafiri eh? Labda shekh anakutubu hapa, wakaingia, labda ndugu wametoka Tabora wanapitiliza wanaenda zao kule eh? Wakapaki gari yao wanapi, wanapita labda wanaenda kutawala, wanaweza kumsemesha khatibu kwa sababu wao sio maamuma, wala hawana hawana muda na Ijumaa, wao ni wasafiri wanaruhusiwa kumsomesha khatibu kumsalimia, wakapita wakaenda kutawadha huko. wakati wanarudi, haya bwana, inshallah bwana, ndio tunaenda sawa <laughs> So, sababu wao hawapo kwenye Ijumaa, wao ni watu wana shughuli zao, na huyo bwana alitoka huko vijijini kaja kwa lengo lake kumuomba bwana Mtume aombe ku hajaja kuswali Ijumaa. Nyinyi na ijumaa Ijumaa yenu endeleeni nayo, kwa maana alikuja akasimama akamwelekea akamwambia jambo lake aka, Mtume wa sallam akaomba. wataqaddama fi ljumaati hadha E, albahth shaka nasema, na katika mlango wa Ijumaa bahthi hii au risechi hii imetangulia huku. Tulihitaji faida ya pili, mashru'iyatul istisqai fi lkhutba, kwamba ni sunna kuomba mvua katikati ya hutba au katika khutba Uliona mvua inaweza ikaombwa kupitia e, mitindo mingapi? Na nakumbuka kuna mitindo mingapi ya kuomba mvua mingapi? Mitatu. Barakallahu fik. Wa kwanza swala ya istisqa ambaye anaswaliwa kwenye maswala uwanjani. Ya pili kama hii kwenye khutuba. Hadithi ya kwanza ilikuwa ni kwenye uwanja istisqa, swala ya istisqa hiyo ni namna ya kwanza ya kuomba mvua. Namna ya pili ni khatibu akiwa kwenye khutuba, ima mwishoni pale wakati anahitimisha khutuba au katikati, ni sunna kunyanyua mikono akasema allahumma ghithna mara tatu, na hii tutaona ndio sehemu ambayo mtu anaruhusiwa kuitikia amin ikasikika na kunyosha mikono. Sehemu ya tatu au aina ya tatu ni kumuomba Allah mtu mmoja mmoja, ima kwenye sijida au baada ya salaka mbili kiamu laili, kila mtu kumuomba Allah awanyeshe. Lezemu waktasara alaiha Abu Hanifata shekha, inasema na aina hii ya kuomba mvua kwenye khutuba ndiyo ametoshelezeka nayo alimamu Abu Hanifa, biduni salatin, pasi na swala. Madhhabu ya Abu Hanifa, namna ya kuomba mvua ni hiyo, ni moja, kwenye khutuba pekee yake, swala hadithi haikumfikia kwamba kuna swala ya kuomba mvua uwanjani. Waljumhuru shaka anasema, na kundi kubwa la maulama ala anna listisqaa al wanaomba kwa, wanaona kwamba jambo la kuomba mvua yakunu bi salati khassa linafanyika kwa swala maalum tuliyoiona, wa wa khutbati eh, ljuma, pia kwa khutuba ya Ijumaa, ndo namna ya pili hiyo. Wa fi duai wahdi, lakini pia katika dua mtu mmoja mmoja, kwa ziko namna tatu za kuomba mvua Ii maswala ambayo, kama ni kwenye nchi ya Kiislamu, ataitangaza mtawala kwenye daula yake kwamba si Jumatano watu wote waislamu wote waende katika miswala yao ya idi kwa ajili ya kuswali swala ya kuomba mvua. Ili jambo la mtawala, au atatoa karari kwamba ijumaa hii misikiti yote makhatibu katika dua zao waombe mvua, au mtu mmoja mmoja. Naam eh, ni sahii kwa sababu amezungumza jambo ambao liko ndani ya sheria yetu, isipokuwa tu labda akitoa miongozo ambayo inahalifu sheria. Anaweza akasema ombeni mvua, akisema tu hivyo, alhamdulillah, kila mtu ataomba kwa sheria yake sio lakini, akianza kusema sijui kusanyike mashee na wachungaji, ah kwenye hilo atutamtii tutamwambia sisi tuna namna yetu ya kumwomba Allah. Kwa hiyo siunataka mvua iombwe, tulia, sisi tuna namna yetu.